Yeah. Kauli yangu lazima Watanzania wajue, sisi tupo kama karibu kama familia, lakini by the way, mfano mi siwezi kuacha tu kuzunguka na Baba Levo kuhakikisha tua mm. yangu inaendaje, michakato yangu, sababu dakika za mwisho kinachotukutanisha sisi wote sehemu moja ni kazi. Kwa hiyo hata naamini hamna tajiri ambaye anampenda mfanyakazi wake ambaye hampi faida yoyote. Mimi nilikuwa katika kutafuta ta, faida yangu katika kupambana na ndoto zangu kwa na kina baba Levo, uko tunatafuta tujue show tunafanya kwenye ukumbi gani na na na tutusupport. Kwa hiyo sikupata muda mrefu wa kuongea na Simba kusema kwamba Simba sijui kaoa, mimi nimeona tu, sababu hata mzee hapa katikati nimeona naye mara moja moja, kwa sababu mimi nimeomba, tuseme kama likizo fupi tu ya kufuatilia swala langu, yeah, kwa sababu tuna mtindo wa kwenda ofisini mara kwa mara kwa mzee, mara kwa mara tunapanga mipango, lakini sasa nikaomba nichukue muda huu mimi binafsi kuhakikisha timu yangu itaondokaje, italala wapi, nani atatusaidia, ndo kama hivyo. kwa tafuta kina manda, sio rahisi kwa kupata matajiri ya ndugu yangu, mara hapo huku kufosiana michongo kama Baba Levo, naye mara aende kwenye jimbo lake huko mara yeah. sijui arudi, mara tuna safari London. kwa hiyo mimi mwenyewe kuona tu still imekuwa kama kitu fulani surprise, na uzuri wa Baba Levo, yeye ndo anagombania ubunge, lakini yeye mwenyewe kajiimbia wimbo wa kampeni yeah. <laughs> <laughs> mimi mimi nilikuwa najua kila kitu wakati Diamond Platinum anamuoa uh, Zuchu hatukuzidi saba <laughs> yeah, hatukuzidi watu saba kwenye kushuhudia tukio lile. Yes, kwenye tukio lile kama mtoto wa kwanza ilikuwa lazima nishuhudie mzee wangu akiwa anafunga ndoa. Na nataka nikwambie very simple. Mimi ndo mmoja kati ya watu ambao nilipigania mpaka nikatukanwa, nataka si kumzalia Diamond ndio kufanyaje, kwa sababu ya kupigania penzi lake la Diamond na Zuchu. Sijui kama unanielewa. Kauli zote nilizoongea ni kwa ajabu kuhakikisha wale wanakuwa wapenzi na wanazaa watoto. Sasa hivi wameshaoana, wamefunga ndoa. This time ni kupambana na Zuchu aweze kupata mtoto. Na nimemfundisha mimi na watoto wengi sana. Mimi na watoto uh, watano. Umenielewa vizuri. Na Diamond Platinum sasa hivi ana watoto watatu. Na nimemfundisha Diamonds namna ambavyo uh, ya kutengeneza mazingira kupata mtoto mwingine wa kiume <laughs> Sijui kama unanielewa vizuri e, kwa Zuchu kuna vitu nimemfundisha namna ya, ku, ya, ku, ya kuvitengeneza uh, hasa wakiwa faraga. <laughs> Atapata mtoto wa kiume Diamond Platinum, mtoto huyu atazaliwa na Zuchu. Wanapendana sana <laughs> na mapenzi yao ni ya, yani huwezi kuingilia ile issue ya kusema talaka moja, talaka tatu, vipi? Nataka nikuambia kitu kimoja very simple. Nataka ku, kuonyesha kwamba a Mange Kimambi, a, a, a, kuna taarifa nazozipata ambazo ni zero. Watu wanampiga hela dada wa watu, yuko Marekani ana haha kule, analipa bili, wanampiga hela, wanampa taarifa ambazo ni zero. si kama unanielewa, taarifa ni za uongo na o, moja kati ya watu ambao Mange alikuwa anataka taarifa za Diamond za ukweli. Mimi ningekuwa namuuzia, ningekana Diamond ambaye mdogo wangu Diamond, hii vipi niuze, nipate dola dola, nisha negotiate na mzee wangu, nimuuzie taarifa, ningemuuzia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 Nika, mimi ndo nikaruhusiwa kuwasha simu simu ya Diamond nikawa, na warekodi. Baada ya hapo, nikajia drop. <laughs> Vitu ninavyo, ninavyo tuna vitu vingi, kwa hiyo sisi sisi kama WCB, kama WCB niwaambieni tu ukweli, sisi tunataka kuona mzee wetu akiwa na furaha sahi. Tunataka kuona mzee wetu akiwa na amani ya moyo, sana amani, nawambieni hapa, nawabeni siri, amani ya moyo ya Diamond Platnumz kwenye mahusiano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 Hana, unamwona binti jinsi alivyo, ni binti amefundwa, amefundishwa. Haya mambo mengine, migogoro, kugombana kwenye mapenzi na kila kitu, ni mambo ambayo huwa yanatokea kwenye mahusiano yote, wanagombana, wana uh, uh, mke wa na, uh, na, na, na, na, na, na shehe na mume wake ambaye ni shehe, wanagombana hivi. Migongano ndani ya nyumba lazima iwepo, kwa sababu Diamond ni mtu ambaye wanawake, mabinti wenye umri kuanzia miaka kumi na nane mpaka ishirini na sita asilimia themanini na saba ya mabinti wote Tanzania wanatamani kudeti na Diamond Platinumz. Kwa Zuchu competition yake ni zaidi ya, wa mabinti zaidi ya laki nane ambao wote wanavizia hapo kwa Diamond. Kwa lazima awe na wivu na lazima kuna muda fulani Zuchu kama Zuchu anaona kabisa labda mzee wangu anaweza akayumbishwa ka, na mahusiano lakini Zuchu ni mwanamke bora wa Diamond Platinumz nimefanikisha amefunga ndoa. Sasa sasa hivi naenda kufanikisha wapate mtoto. Zuchu atazaa mtoto wa kiume na Diamond Platinumz kabla ya elfu mbili na ishirini na saba. Nimetaja watu saba, umejua? yeah. Kama hakuwepo, unajua una tabiri wewe, una tabiri mimi, nakuambia uhalisia. Nimekutajia watu saba tuliokuwepo <laughs> watu... hmm. hmm. pale hmm. mimi? Diamond Platnumz, Zuchu na Ustaz. Hao ni wangapi? Watu wanne. Hao watatu unawajua? <laughs> Sasa, kama kwa sababu, kama kwa sababu, kama sasa unajuaje kama hukuwepo? Sasa wewe unajua nataka nikupe siri kwamba alikuwepo au hakuwepo. Baki hivyo hivyo gizani. <laughs> Yeah. Yeah. Kwenye harusi ya Juksi na mke wake Nigeria, Diamond alikaa mbali pamoja na Zuchu kwa sababu walikuwa wamegombana. Aya, kuna shida gani? <laughs> Wasigombane yani, ni watu gani? Nimekwambia migogoro ipo. Walikuwa wamenuniana wamegombana, baada ya hapo walivyorudi nyumbani, ni mwa mwa, mwa, mambo yameendelea. Ina shida gani hiyo? <laughs> Yaani nataka kuona kama ni kitu kibaya sana. Hicho sio mbaya. Walikuwa wamegombana siku ile. Aya, kingine ni nini? mandasi umtaki mwenye hela ayatende. Sasa ile ni ndoa. Wewe unajua kuna kitu ambacho unataka kufananisha, kuna ndoa na harusi, sherehe, au sio? Bwana unataka harusi, harusi ndo inakuja ndo hiyo ya kifahari unayotaka zipangwe hama kama mia mbili ziende, unataka hayo mambo, unataka yanakuja. Lakini ndoa ndo ile, shehe yupo aa, wasimamizi wapo, wazazi wanaangalia, ubani umemwagwa. Diamond kaapa kakubali, Zuchu kakubali, kwenye shida na raha. Maisha yataendelea, na shida na raha watakutana nazo huko mbele. Kwa kinachofata sasa hivi, sasa utashuhudia lukuga ya sherehe wewe, na wewe ndo unaoitaka wewe. Nimeagiza kama kuna mtu yoyote anauza ngamia kwa bei ya jumla, tunataka ngamia ishirini na moja kwa sababu ya harusi ya mzee wangu kwa sababu eh, hey, tunataka kila mkoa, kila mkoa tutatembea mikoa ishirini na moja kila mkoa atachinjwa ngamia, watu washuhudie namna ambavyo Diamond Platnumz amefunga ndoa kwa mara ya kwanza. Mm, ha, sasa hivi kiongozi, usitake nitoe siri za mzee wangu. Maamuzi sahihi ya Diamond kwamba anakomandiwa sana na mamake mzazi. Nani? Diamond. Asa, mamake na Diamond, si lazima muongoze mtoto wake, utamzuia mama azimuongoze mtoto wake. <laughs> Mamake na Diamond ana haki zote za kumuongoza Diamond pale anapoona kuna sehemu hapako sawa. Hai. na kuna sehemu pako sawa, kwa sababu yule ni mtoto wake, amehangaika. Mamake na Diamond amehangaika, kwa anauza vitu ni Diamond alirekodi, au sio bana? Amehangaika naye mtoto wake, this time mtoto wake ana maela etu, asimsikize mamake? Haiwezekani. Mama Diamond, mama Dangote ana haki zote asilimia mia moja, na ndio maana anasema ana haki ya kuingilia mpaka mapenzi ya Diamond. Mama, mama, Dangote kama huyu mwanamke simtaki, namtaka huyu, kwa sababu ni mtoto wake. Huwezi kuingiza lana kumu kwenye, kwenye familia, na ndio maana karuhusu Diamond amuoe Zuchu kwa sababu ni familia. Wanaenda Simona amempongeza, yeah. Simona amempongeza. Kama angekuwa hajafurahishwa, hataki, asingepongeza. Amepongeza. Mama Dangote ana haki zote katika familia ya Diamond Platinumz akitoka kumpenda mama Dangote mama Dangote anavyompenda Diamond, wa pili ni mimi. <laughs> Sasa mwizi kubisha ndio anafuata kina Santos, nani kina momo, nani nani, samtamo anakuwa anamsema sama sama Diamond.